Kufuatia matukio mfululizo ya ukamatwaji wa mawakili na wananchi, rais wa TLS wakili Bonifas Mwabukusi ameandika katika ukurasa wake wa X zamani Twitter na mnukuu, nimepokea taarifa za kukamatwa na kushikiliwa kwa mawakili wananchi na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yaani Chadema mkoani Kagera kinyume na taratibu na masharti ya kisheria. Miongoni wa waliokamatwa na wanaoendelea kushikiliwa ni viongozi sita wa Chadema ambao ni pamoja na Chifu Kalumuna, mwenyekiti wa Chadema Manispaa ya Bukoba, Dani Danstan, Katibu wa Mkoa wa Kagera, Pauli Shija, kiongozi wa Bavicha Taifa, Hali Liswarehe, makamu mwenyekiti wa Kanda ya Victoria na wengine waliotajwa katika taarifa za awali ameendelea kusisitiza kuwa kwa kuzingatia wajibu wa TLS kama chombo kinachosimamia maadili, heshima na hadhi ya kitaaluma ya uwakili pamoja na kulinda misingi ya utawala wa sheria, Rais wa TLS Tanganyika Law Society amewasiliana na kiongozi wa TLS Kanda ya Ziwa na kushirikiana na chapter za TLS katika eneo husika kufuatilia haraka tukio hili kuhakikisha haki za waliokamatwa zinalindwa na taratibu zote za kisheria zinafuatwa ipasavyo. Tanganyika Law Society inatoa wito kwa Jeshi la Polisi Tanzania kuzingatia kwa umakini mkubwa misingi ya utawala wa kisheria na haki za kibinadamu na kuepuka kutumia nguvu kuzima uhuru wa watu kutia maoni yao, yawe ya kijamii, kidini au yenye sura ya kisiasa au ukosoaji wa viongozi wa kitaifa kwani hiyo ni haki yao kikatiba. Kuendelea kukamatwa kwa watu kutokana na maoni yao au ushiriki wao katika shughuli halali za kisiasa ni hatua inayokinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, misingi ya haki asilia na majukumu ya kitaifa ya kuhifadhi uhuru wa maoni na haki za kiraia. Tanganyika Law Society inasisitiza kwamba haki na utulivu wa taifa na amani ya wananchi katika vyombo vya dola itaimarika zaidi juu ya utii wa sheria kwa njia ya uwajibikaji na sio njia za kutisha wananchi na kuwapa hofu. Tanganyika Law Society itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kadhia hii na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa mamlaka yake kuhakikisha kwamba sio wananchi pekee wanaohimizwa kulinda amani bali pia mamlaka zinawajibika kulinda haki za kisiasa, kijamii na kiuchumi za wananchi wote bila ubaguzi wala upendeleo. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rausat Swedi.